Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Uh, ninakukaribisha katika kipindi kingine kizuri cha leo, kipindi chako pendwa katika kipindi cha tunu za maisha. Tunu za maisha ni mahali ambapo Mungu Roho Mtakatifu ameamua kukupa zawadi zitakazoweza kukusaidia kubadilisha mfumo wa kuwaza kwako na maisha yako yabadilike na ukatenda yaliyo sawa sawa. anayekuletea kipindi hiki cha wakati huu ni mimi mtumishi wako na rafiki yako na ndugu yako Daniel Anton Kitua nikikuletea mbashara kutoka Dodoma. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Leo tunataka tujifundishe madhara ya uzinzi, madhara ya uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana, hebu tusome pamoja Mithali sura ya sita mstari wa 32. Inasema Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, amefanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Haleluya, nitarudia tena, Mithali 6:32 inasema, mtu azinie na, na, na mwanamke hana akili kabisa, amefanya jambo litakaloangamiza nafsi yake. Maneno haya yana maana gani? Maneno haya ina maana kwamba mtu anayezini anafanya kitendo cha kipumbavu na cha kujiharibu mwenyewe na huku akipuuza matokeo mabaya yanayotokana na, na kitendo chake cha uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini swali la kwanza, Biblia inasema hana akili kabisa. Kwa nini huyu mtu anayezini na mwanamke hana akili? Ni kwa sababu mtu anayezini maana yake amepuuza matokeo mabaya ya kitendo chake cha kuzini kama ameoa maana yake anakuwa amehatarisha ndoa yake. Kama ana familia anakuwa amehatarisha familia yake. Lakini pia kiafya, uzinzi unaharibu afya za watu. Lakini pia uzinzi unasababisha mtu apate athari za kisaikolojia. Tunapoangalia tafiti za kisaikolojia zinaonyesha kuwa watu wanaojihusisha na uzinzi wa mara kwa mara mara nyingi wanapata na kuishi katika maisha yenye mfadhaiko mkubwa, wanapita katika kipindi cha kuwa na mfadhaiko mkubwa, wanakuwa ni watu wenye wasiwasi, wanakuwa ni watu wanaojisikia hatia muda wote. Hii ni kwa sababu wanajua kuwa wamevunja uaminifu, wame na wamesababisha maumivu kwa wengine. Mtu yoyote anayezini hawezi kuwa salama, anakuwa ni mtu wa kujishtukia shitukia. Ndio maana Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Vijana wengi wanafikiri kuzini ni fahari, lakini kumbuka, unapozini leo, yule unaye zini naye anawezekana asiwe mke wako. Maana yake ni kwamba umemsababishia aibu kubwa na umemtengenezea mazingira ya hatia maisha yake yote, hata atakapokuwa amekuja kuolewa atakuwa anaona alifanya kosa baya sana lililoharibu maisha yake. Na ndio maana tunawapa maonyo vijana. Katika kipindi chako pendwa cha Tunu za Maisha, tunataka uwe makini sana, usifikiri kuna ujanja wowote katika kuzini, bali katika kila kuzini kuna uharibifu zaidi kulikoni faida. Bwana Yesu asio saa. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema katika Waebrania sura ile ya kumi na tatu mstari wa nne, ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumu. Kuna hukumu katika uasherati, kuna hukumu katika uzinzi. Ndio maana kupitia andiko hili Mungu anataka kututhibitishia kwamba uzinzi una hukumu kutoka kwa Mungu. Hivyo mtu yeyote anapopuuza jambo hili maana yake anakusudia kupata hukumu kutoka kwa Mungu. Lakini haleluya, mtu anayezini na mwanamke maana yake anaharibu, anadharau hekima ya Mungu. Mtu anayezini anapuuza hekima ya Mungu na mafundisho ya bibilia, maana yake anachagua kuasi dhidi ya Mungu. Tafiti zinaonyesha kwamba uh, uzinzi unamtenganisha mtu na Mungu unasababisha kupoteza ushirika katikati kati ya mtu huyo na Mungu au ushirika katikati kati ya mtu huyo na roho Mtakatifu. Ndio maana anaweza kuwa mtu ni mzinzi na ana anautumishi, anaotumika anayotumika, obviously atakapoendelea atajikuta hana ushirika na roho Mtakatifu, kwa sababu uzinzi unasababisha kumtenganisha mtu na Mungu. Uzinzi unasababisha kuondoa ushirika kati ya, Mungu ya mtu na roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo katika Wakorinto wa, wa Kwanza, 6 18, anasema ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu iko nje ya mwili wake, ila azinie hutenda dhambi juu ya mwili wake. Kwa hiyo unapoingia kwenye kuzizi, maana yake unahujiheshimu wewe mwenyewe. Mtu yoyote ambaye ni mzizi, maana yake amekubali kujiweka uchi mbele ya watu amekubali kunye dharau mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Ni wakati wako wa kuchagua. Andiko hili la Paulo linatuonyesha kuwa uzinzi ni dhambi dhidi ya mwili na dhidi ya hekalu la Mungu. Kumbuka mwili wako ni hekalu la Mungu ni wakwako kwa ajili ya kazi nyingine lakini ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo unapozini unajidharau mwenyewe unafanyia dhambi mwili wako, lakini pia unafanyia dhambi hekalu la Mungu. Lakini mtu anaye zini an anakuwa na ile hali ya kosa, ya kukosa kujitawala. Mtu anaye zini ushindwa wa kujitawala na kudhibiti tabia yake. Ukiona tu mtu anazini, maanake hana uwezo wa kujikontrol, hana uwezo wa kudhibiti na mara nyingi kupitia uzini, uzinzi watu wengi wameharibikiwa kabisa. Ngoja nikwambie, watu wanafikiri uzinzi ni lile tendo lakini, tu la kujamiiana, lakini unapoingia kufanya uzinzi wowote kuna matokeo ya kimwili na matokeo ya kiroho. Sasa matokeo ya kiroho Biblia inasema ukizini na kahaba unakuwa una mwili mmoja, maanake ni kwamba unaruhusu mfumo wa familia na maisha ya kwake kutoka kule kuja kwako na mfumo wa maisha ya kwako kutoka kwako kwenda na baadaye. Maana yake kama kulikuwa kuna mabaya kutoka kule yanaanza kuishi kwako. Ndio maana mtu akioa wa wanakuwa sio wawili, wanakuwa ni mwili mmoja kani, ni maana yake ni kwamba sasa wameunganishwa katika kifungo kitakatifu, na wanaanza kuishi yale ambayo Mungu ameyakusudia lakini hebu fikiria leo umeunganishwa na huyu kesho umeunganishwa na yule, kesho kuto umeangusha na yule, maana yake ni kwamba unaingia katika hali ya kutokuwa na mafanikio. Ndio maana Biblia inasema hana akili kabisa anayezini, lakini kwa mwanamke ni mbaya zaidi, kwa sababu sio tu kuzini kule. Unapokuwa unajabiniana na mwingine pale, kuna zile mbegu zinazotoka mbe kwa mwanamke kuja kwako. Zile mbegu zina mambo matatu. Jambo la kwanza zile mbegu zina zinasababisha uzazi, lakini jambo la pili, zile mbegu zinakuwa ni kirutubisho cha mwili wako wewe. Maanake ni kwamba maisha ya yule mtu yataendelea kuwepo kwenye mwili wako maisha yako yote, na ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na kujitoa kwa kila mtu tu ukakubali kushiriki naye. Ndio maana Biblia inasema unapozini huna akili kabisa na kwa kijana anashindwa kufahamu ya kwamba tunapozini maanake unabadilishana uh, mambo ya rohoni, maanake unachukua ile ile miungu ya upande ule, inakuwa na uhalali ndani yako, na huwezi kuikemea kwa sababu umefanya tendo hilo pasipo ridhaa ya kimungu. Na ndio maana watu wanapita kwenye changamoto kubwa. Lakini pia tatizo lingine unaweza ukaambukizwa magonjwa. Ndio maana ninakupa shauri, mtumishi wa Mungu, ni wakati wako wa kuwa makini sana juu ya uzinzi. Mungu anahitaji uishi maisha ya ushindi. Mungu anahitaji uishi maisha ya mafanikio. Mithali sita samasema inatueleza ukweli wa kiroho na kisayansi kwamba uzinzi ni kitendo cha kipumbavu. Uzinzi ni kitendo cha kipumbavu, iwe unakifanya wewe, mtu mzima anakifanya, kijana anakifanya, mtoto ni kitendo cha kipumbavu ambacho mwenye akili timamu hastahili na hapasi kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitendo cha kutaka na kukusudia kujiharibu mwenyewe. Wapo watu wengi wamekwisha jiharibu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo, ninataka niishie hapa. Kesho nitakuja kukuambia kitu kingine, tabia na hali ya mtu ambaye hana akili. Basi Mungu akubariki wa sana, washirikishe wengine habari ya Tunu za Maisha, kipindi kizuri cha Tunu za Maisha. Tutajifundisha mambo mbalimbali humo ya kiroho na ya kimwili, tutaomba na kuombeana, tutajifundisha namna gani ya kufanikiwa pia, kati kiroho na kimwili. Mungu akubariki sana. Nataka niombe na wewe, Baba, katika jina la Yesu Kristo, najua mtu huyu ameshindwa na hiyo roho ya uzinzi, kwa mamlaka ulionipa ninaiapisha na kuikemea, nyamaze na kutoweka. Na kwa jina la Yesu mpe akili sahihi, ili ajue ya kwamba uzinzi ni tendo la mtu mpumbavu, na abadilishe mtazamo wake, katika jina la Yesu, amen.